Wapendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunayo fursa nyingine njema tena siku ya leo, tunapoendelea kutafakari neno la Mungu. Kumbuka bado tunatafakari kufufuka kwake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Anayekuletea neno la Mungu ni mimi, mtumishi wa Mungu, jina langu anaitwa Christian Mwabukusi wa Huduma ya Madhabahu ya Kristo. Na kwa wale watu wote ambao wanataka eh, kuwasiliana nami kwa njia ya simu kwa ajili ya mambo mbalimbali basi, naomba mtumie namba sifuri saba sita nane mbili moja moja saba nane tano. Hiyo ni Vodacom, sifuri saba sita nane mbili moja moja saba nane tano. Lakini pia Airtel ni sifuri sita tisa mbili nane tisa tatu mbili tisa nne, sifuri sita tisa mbili nane tisa tatu Mbili, tisa, nne. Na kichwa cha somo, tunaongelea kuhusu ufufuo na uzima, ufufuo na uzima. Na kitabu tunachotumia katika kutafakari ni kitabu cha Ezekiel, sura ya 37 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Ezekiel 37 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Kwanza tuombe Mungu. Baba, tunakuja kwako tena wakati huu mimi pamoja na wenzangu hawa tunapotafakari neno lako, kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba utusamehe, tunaomba utusafishe, tunaomba ututakase, lakini pia tunaomba tupate kibali cha kuyanena maneno yako. Kwa jina la Yesu Kristo, tunapolikiri neno lako, tunapolitaja jina lako, tuwe na kibali cha kwako, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie kutafakari kwetu na kuomba kwetu katika jina lake Yesu Kristo Bwana na mwokozi wa maisha yetu, na kushukuru. Amen. Katika kitabu cha Ezekiel 37 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14, neno la Mungu linasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu e Bwana Mungu, ajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi nami nitatia mishipa juu yenu nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa, hata nipokuwa nikitoa unabii palikuwa na mshindo mkuu, natazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia tabiri, utabirie upepo mwanadamu, kauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne e pumzi, ukawapuzie hawa waliouwawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi kawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao usema mifupa yetu imekauka matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi: tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia Roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi nami nitawawekeni katika nchi yenu nanyi mtajua kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Nimechagua somo hili kwa sababu linanipa upana wa maombi ambayo tunataka tuombe, ambayo tunataka tuombe kwa habari ya ufufuo na uzima. Nimechagua haya kwa sababu, kwanza tunamwona Mungu anahusika lakini pili, tunamwona huyu nabii Ezekieli anahusika, huyu mtu. Halafu tatu, tunaona mazingira yanayokatisha tamaa. Anasema aliona bonde lililojaa mifupa, kwa hiyo ni mazingira mafu, mazingira yaliyokufa. Halafu tunamwona Mungu akifanya ushirika wenza na Ezekieli akimfundisha namna ya kufanya. Akamwambia jambo la kwanza, toa unabii toa unabii ama tamka maneno haya. Anasema toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Uyaambie mazingira yaliyo katika umauti, ama utamke maneno kwenye mazingira yenye umauti. Akasema ule mstari wa tano, Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu Nanyi mtaishi. Kwa hiyo huyu jamaa anaongea na mifupa, lakini kwa maelekezo ya Mungu. Alafu akaendelea mpaka pale chini, kwao kuna hayo mazingira, kuna Mungu Baba, kuna mtumishi wake, lakini kuna mazingira yanayokatisha tamaa, kuna mazingira yanayokatisha tamaa kibibilia, kauli kauli ama maneno ndiyo jambo la kwanza kabisa ambalo linahitajika lina katika kutimiza vigezo na masharti ya kiroho. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza ule mstari wa kumi na saba anasema hivi: itakuwa siku za mwisho asema Mungu nitawamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto. Anasema wana wenu na binti zenu watatabiri, maanake watatamka maneno, kwa sababu yale maneno ndiyo yanayotakiwa. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo moja ule mstari wa kwanza mpaka pale ule mstari wa tano ha, Mwanzo moja moja mpaka tano hapo mwanzo ha, Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, nataka uangalia ayo mazingira tena utupu, alafu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa tunaona mazingira pia yanayokatisha tamaa, yana ukiwa, yana utupu, yana giza, na hiyo yote ni ishara ya roho ya mauti. Wakati Yesu anawambwa msalabani alikuwa mkiwa. Eh, ali, alimuomba babake akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini pia alikuwa mkiwa, wale watu waliokuwepo pale hawakuweza kumsaidia kutoka mikononi mwa wale askari na watu wanaomtesa. Alikuwa mpweke, alikuwa mkiwa, alikuwa mtupu. Inasemekana kwamba Yesu alivuliwa nguo zote, aliwambwa msalabani akiwa uchi eh? kwa hiyo, kwa hiyo hiyo alikuwa mkiwa mtupu. Lakini pia tunakumbuka wakati wa msalabani giza lilitokea. Neno la Mungu linasema likawapo giza kwa muda wa saa moja. Kwa hiyo anachotaka kusema ni kwamba eh, ile mifupa mikavu ni ishara ya kimwili kabisa ya ugumu wa mazingira. Unaona, kwa hiyo kwa hiyo ufufuo wa Yesu utakuwa na maana kama utatusaidia. Ufufuo wa Yesu unakuwa na maana kama utatusaidia. Na mimi sio mtu anayependa sana kufundisha nadharia eh, ama kufundisha taarifa. Mi natamani eh, kitu nachofundisha kifanyiwe kazi na watu wajaribu kama kinafanya kazi. Kwa hiyo nilikuwa nataka uone hiyo kwamba tunapoongelea ufufuo wa Yesu ni lazima ulete faida kwa watu wanaoamini, kwa sababu wanaoamini pia wana mazingira mfu, mazingira yaliyokufa katika maisha yao yote, katika ujumla wa kimaisha. Kwa hiyo kuna kifo kwenye uchumi, kuna kifo kwenye mahusiano, kuna kifo kwenye biashara, kuna, kuna kifo kabla ya kifo cha kimwili, kunakuwa na vifo vingine vingi ambavyo vinakuja kusababisha huyu mtu anakuwa anakufa, kwa sababu ya msongo wa mawazo, kwa sababu wakati mwingine kuchoka, kukata tamaa. Ukienda kwenye Isaya ishirini na sita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 akaitoa roho yake. Na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakiisha kutoka makaburini mwao, anasema nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakawingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Kwa hiyo katika lile tukio la Yesu kufa kuna matokeo yalitokea. Ndio hicho kitu tunasema kwamba hatutakiwi kuhubiri kufufuka kwa Yesu kwa nadharia, tunatakiwa tuhubiri kufufuka kwa Yesu kwa vitendo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama kuna maeneo yamekufa kwenye maisha yetu, tunatakiwa tuingie kwenye maombi na kuyatamkia hayo maeneo. Kuna mahali niliwaambia kwamba ingia kwenye mabanda ya ng'ombe ambayo hayazai, ambayo unaona kabisa yamekuwa ukiwa. Mifugo yote kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama ni kuku, ingia kwenye yale mabanda, nenda kayasemeshe. Ezekieli alikuwa anaisemesha mifupa mikavu, mifupa ambayo haina hata damu, haina kitu chochote, imekauka, mazingira ambayo yanakatisha tamaa. Kwa hiyo huyu Yesu, ni lazima tunapoomba katika majira haya na wakati huu, katika mazingira yote ambayo tumekwama, tuombe Mungu kwamba afungue milango, afungue milango. Mimi Namwamini Mungu, namwamini Mungu anafanya anafanya vitu vya tofauti, anafanya vitu vya ajabu, lakini kama watu wakiomba. Ngoja nikupe shuhuda. Wakati fulani tulikuwa tunaomba mahali fulani kwenye mkutano wa Injili, tukawaambia watu waandike changamoto zao kwenye ule mkutano, kaambia kwamba watu waandike waandike mahitaji yao ama changamoto zao, yaani kwa mfano tulisema changamoto, kwa mfano kuto kuolewa kuto kuoa, fukara umaskini uchumba kukaa muda mrefu na mambo kama hayo. Kwa hiyo watu wakaandika, makaratasi yalikuwa mengi sana. Tukawaambia wale watu yale makaratasi walioandika wayaweke chini, afu kila mmoja akanyage juu yake. Tukaanza kuomba na mstari ambao nilitumia katika kuomba waraka wa kwa Hebrania, ile sura ya kumi mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu, tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Akingojea, akingojea, anamngojea nani? Analingojea kanisa. Ukiangalia hapa kwamba Mungu Baba alifanya kazi siku ya saba, akastarehe, akapumzika. Yesu naye akafanya kazi mwaka wa 33 amepumzika. Kwa hiyo sasa hivi tumebaki kanisa kwamba kila alichokifanya Yesu tukitumie sasa kwa njia ya maombi. Kwa hiyo tuka- tukakanyaga yale makaratasi baadaye, yale matatizo yote kama ni magonjwa kansa nini nini, tukaambia waandike, tukayaweka chini, tukakanyaga baadaye. Wakati tunakanyaga kwenye kitabu cha Malaki sura ya nne mstari wa tatu, tukayachoma moto yale makaratasi pale pale kwenye viwanja vya kanisa. Malaki sura ya nne mstari wa tatu. Anasema nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu, katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Lakini mimi nikasema, tusiseme katika siku ile, kwa sababu unaposema katika siku ile inakuwa kama Yesu bado hajafa na kufufuka. Kwa hiyo unasema katika siku hii ya leo, kwa sababu Yesu alikwisha kufa na kufufuka. Kwa hiyo tukaomba, tuka tukaomba tukaomba tukakanyaga baadaye, tukayachoma yale makaratasi tukayamwaga kwenye geti la kutokea nje ya kanisa. Sasa tukawaambia watu nendeni, mkakanyaga yale majivu. Watu wakatoka wakaenda wakakanyaga, wakakanyaga, wakakanyaga, wakakanyaga, wakaondoka. Nakumbuka kuna binti moja alikuwa na mchumba ambaye alikuwa wamekuwa na mahusiano muda wa miaka minne. Yule mchumba a, alienda kusoma Marekani. Jioni ile ile, sio kesho yake, jioni ile ile, wakati wafanya maombi yule mchumba ak, yule mchumba aliyeko Marekani akampigia simu akamwomba radhi, huyo dada akamwambia, kwa kweli nimekushikilia kwa muda mrefu, naomba unisamehe, lakini ninarudi nyumbani nakuja ili tufunge ndoa. Kwa hiyo siku ile ile na, na watu wengine nao wakaja kutueleza vitu vyao. Hiyo ni mojawapo. Kwa hiyo ninaposema ninatamka ufufuo na uzima na tamani, kila kitu kinachokatisha tamaa kwenye maisha kwa jina la Yesu kikapate kufufuka chochote cha kwako kilichouawa, chochote cha kwako ambacho kimewekwa katika hali mfu kikapate kufufuka. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu lazima kulete ufufuo wa vitu vingine. Ngoja tu niseme ni, ni, ni namna hii. Kifo wakati Mungu anamwambia Adamu, utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika, kwenye kitabu cha Mwanzo 2 ule mstari wa 15 mpaka kumi na saba. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamuweka katika bustani ya Edeni ya ilime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Alimwambia utakufa hakika, siku utakayokula. Kwa hiyo kifo cha Adamu kilianza wakati ule ule alipokula lile tunda, kilianza wakati ule alipokula lile tunda. Kwa hiyo hatumuone akiwekwa kwenye jeneza, kwa sababu watu wengi wanafikiri kufa ni pale mtu ambapo naona mwili kwenye jeneza. Mwili unaanza kufa kabla ya kuwekwa kwenye jeneza eh, na vitu vyako vinaanza kufa. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa kumi na saba mpaka kumi na tisa akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda mti ambayo nalikuagiza nikisema usiyale, ardhi imelaaniwa. Kwa hiyo hapa Mungu hakuhitaji kusema kwamba wewe Adamu umekufa, kwa sababu alishamwambia ukila utakufa. Mungu kamaliza hiyo statement. Sasa hii statement nyingine, Mungu anaongelea mazingira kwamba na mazingira nayo, akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiza kwa sauti ya mke wako, matunda ukala matunda ya mti ambayo naikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa. Ardhi imeshakufa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, michongoma na mbe, utakuzalia na utakula mboga mbuga za kondeni kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ilitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Hicho ndio kifo. Kwahiyo nataka uone pale, kuna bonde la mifupa. Kuna bonde la mifupa alafu kuna mifupa. Kuna bonde la mifupa ni eneo, alafu kuna mifupa. Kwa hiyo eneo limekufa na waliokuwepo kwenye hilo eneo wamekufa. Kwa hiyo tunapoongelea kufufuka mimi nataka tuzungumzie kwamba tunahitaji kufufuka. Kwa ndoto zako, we ulikuwa na ndoto za maisha, tunataka hizo ndoto zifufuke. Wewe ulikuwa na mahusiano yako, kama ni ya ndoa, kama ni ya, ya urafiki, kama ni ya wafanyabiashara kwa wafanyabiashara, biashara na wateja, tunataka roho ya ufufuo kwenye hayo mazingira tunataka roho ufufuo kwenye hayo mazingira. Kuna wakati niliangalia sinema uh, fulani movie fulani. Hii movie ni movie ya kichawi, lakini jambo alikuwa analifanya mule ndani kwenye ule uchawi linafaa sana kufundisha Wakristo mambo yanavyoendelea katika ulimwengu wa roho. Yesu alisema iweni na busara kama nyoka kwao. Sasa ngoja nifafanue kidogo kuhusu roho unapofufuka hiyo roho yako isaidie kufufua maeneo mengine, na hiyo roho inatokana na Kristo mwenyewe. Hiyo roho inatokana na Kristo mwenyewe. Kwa hiyo hii sema ya kichawi, alikuwa ni baba mmoja ambaye alikuwa akitembea akienda kwenye nyumba, akisimama nje ya nyumba, tunaona kile kiwiliwili kimesimama nje ya nyumba, lakini baadaye tunaona kama moshi unatoka ndani yake, unaanza kupita chini ya milango ya hiyo nyumba ule moshi, yani yule baba anageuka anakuwa moshi, ule moshi unaingia mle ndani ya ile nyumba, alafu unaanza kusambaa chini kwa chini kwenye sakafu mpaka kwenye vyumba vyote. Yeye akiwa nje, ule moshi unamletea taarifa zote. Sasa ngoja niseme hivi, roho ya Yesu Kristo inatakiwa kuwa hivyo, ya kwamba unapoingia ndani ya nyumba, basi hii nyumba, uwepo wako unaingia kwenye kila eneo. Unapoingia kwenye gari roho yako wewe ile ya uzima iweze kuingia kwenye mifumo yote ya injini kwenye matairi kwenye kila eneo, ndicho kinachotakiwa. Kwa hiyo roho ya Yesu haiji tu kutusaidia sisi kibinadamu tu, lakini inakuja kusaidia na mazingira ambayo haya mazingira yaliadhibiwa. Ndiyo maana Yesu alimwaga damu yake kwenye mazingira, kwenye ardhi ambayo ilinenewa maneno magumu Unaona, kwa hiyo sasa tutapoongelea ufufuko tunataka na maeneo mengine yote kwenye maisha yetu ambayo yamevamiwa na ukiwa na utupu na upweke yakapate kujazwa vitu vingi sana vya thamani na vya kupendeza. Kwa hiyo kwa hiyo kwa mfano kuna kwenye, kwenye Isaya eh, kwenye Isaya sura ya sitini na moja ule mstari wa, wa nne anasema nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo tunatarajia katika ufufuo huu ma, matengenezo. Ufufuo ni matengenezo. Ukienda pia kwenye Ezekieli 36:33, Ezekieli 36:33 anasema hivi "Bwana Mungu asema hivi, siku ile nitakapowatakaseni na maovu yenu yote, nitaifanya miji ikaliwe na watu, palipobomolewa pajengwe tena, inchi iliyokuwa ukiwa italimwa, ijapokuwa ilikuwa ukiwa mbele ya macho ya watu wote waliopita, nao watasema, inchi hii iliyokuwa ukiwa imekuwa kama bustani ya Edeni, nayo miji iliyokuwa mahame na ukiwa na magofu sasa ina maboma inakaliwa na watu, ndipo mataifa waliobaki karibu yenu pande zote watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipoharibika, nami nimepanda mbegu katika nchi iliyokuwa ukiwa. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitayatenda. Kwa hiyo tunahitaji ushirika wenza, kwa jina la Yesu na roho ya ufufuo kwao. Ninatamani kila mtu, kila mtu, kila mtu, fanya kitendo cha imani Andika kila jambo ambalo kwako wewe unaona ni ukiwa, unaona ni utupu, unaona ni upweke, unaona ni giza. Kwa mfano nilisema mahali fulani kama e, baba aliondoka nyumbani na hajarudi, kwa sababu kuna baadhi ya kina baba wanaenda labda kufanya kazi e, nchi za nje, alafu harudi miaka mitatu minne, unaona ama kuna mtu awekimbia nyumbani nikaambia nika andika hiyo tatizo, kama ambavyo unaweza ukalieleza, alafu kwamba tuingie kwenye maombi. Kwa hiyo tunapoongelea ufu, kuna umauti kwenye uchumi. Kwa hiyo unaweza ukaandika karatasi la kuvunja hiyo nguvu ya mauti dhidi ya uchumi, unavunja nguvu ya mauti dhidi ya mahusiano yako, unavunja nguvu ya mauti dhidi ya magonjwa kwa jina la Yesu, lakini unaangalia nguvu ya ufufuo ambayo Yesu Kristo ameifanya, utaandika hiyo. Kuna umauti kwenye akili, watoto hawaelewi masomo darasani. Unaona, hayo yote ni ya kuyaandika. Kwa hiyo unayaandika, halafu unayakanyaga chini, halafu wewe unashika sadaka mkononi, unaanza maombi. Kama ni duka limekufa, umefunga duka. Kama ni uwanja bado hujajenga unaenda mpaka kwenye ule uwanja. Ikiwezekana unaweza ukachukua udongo wa ule uwanja ukauweka kwenye container ama kwenye bahasha, ukaja ukauweka nyumbani, ukawa unautumia kwa maombi, unaona. Kwa hiyo fanya tu kitendo fulani cha imani ambacho wewe utatumia kumuomba Mungu kwamba ahuishe tena. Kwenye kitabu cha Mwanzo, uh, samani kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45. Wakorintho wa kwanza 15:45 ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Yesu ni roho ya kuhuisha. Sasa tunatakiwa tuhuishwe sisi kwanza. Wakati Mungu anaongea na na na Adamu, alikuwa anamuonyesha kwamba akila tunda yeye atakufa. Mungu akuwai kuongea mwanzoli kwamba ardhi itakufa, unaona kwa hiyo alipokula, Mungu akamwongezea kipengele kingine, akasema sio umekufa wewe tu, hata hayo mazingira ambayo upo yamekufa. Kwa hiyo tutayasemesha mazingira na tutasemesha vitu vyote ambavyo vimekufa, kama ambavyo Mungu Baba alisema, toa unabii. Mungu Baba, tunakuja kwako tena katika jina sikwa damu ya Yesu. Tunakushukuru wewe kwa kuwa wewe ni mwema. Katika Zekaria kumi na mbili kumi umesema kwamba utatumwagia Roho ya neema na kuomba ninakuja mbele zako mimi pamoja na wenzangu hawa, kukuomba wewe Mungu wetu na Bwana wetu, katika majira haya ambayo tunakumbuka kufufuka kwake Yesu Kristo. Tunakuja kwako Bwana, tunaamini nguvu ya ufufuo ya wakati ule imeongezeka sana, kwa sababu ya kuamini kwetu na kwa sababu ya majira yetu. Katika jina kwa damu ya Yesu kwao, tunakuja kwako tena kuomba toba. Tunayo mazingira mengi katika maisha yetu ambayo yamekutana na roho ya mauti na yameua kabisa matumaini yetu, yameua kabisa furaha yetu, yameua kabisa shangwe zetu. Na kwa hiyo Baba, kwa ajili ya jina lako tunaomba wewe mwenyewe Bwana uingilie kati mazingira haya, uingilie kati maisha yetu, na tunaweka mambo haya yote mikononi mwako. Yako mahitaji tuliyo nayo ya kiroho, mahusiano yetu na Mungu Baba yamekufa. Yako mahusiano yetu sisi kwa sisi katika familia zetu katika jamii zetu yamekufa. Yako mahusiano ya ya kiuchumi katika maisha yetu yamekufa. Yako mahusiano ya kimwili, watu wanakufa Baba. Tunakuja kwako, nguvu ya ufufuo ya Yesu Kristo ikafufue kabisa mambo yote yanayohusu maisha yetu, ikafufue mashamba, ikafufue mifugo, ikafufue mahusiano ndani ya familia, ikafufue akili za watoto katika mashule ikafufue ajira ikalete ajira. Mungu Baba, tunakuomba, tunaomba kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kila roho mbaya, tunakataa kila roho chafu, tunasimama kinyume na nguvu zote za giza zinazopambana na jina la Yesu na nguvu zote za mapepo na nguvu zote za uchawi zinazopambana na jina la Yesu. Na Baba tunaomba ujitukuze, watu wako wanapoendelea na maombi haya. Mungu Baba, ninaomba uwainue Roho ya ufufuo wa Yesu ifufue maisha yetu ifufue mazingira yetu, kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo, tunaomba na kushukuru Amen. Wapendwa wana wa Mungu, mimi mtumishi wako Christian Mwabukusi nipende kuwakumbusha namba zangu za simu ni 0768211785, 0768211785, na 0692 Nane tisa tatu mbili tisa nne sifuri sita tisa mbili nane tisa tatu mbili tisa nne. Unaruhusiwa kutuma maswali, lakini pia naomba uchangie vipindi hivi vinaporushwa katika YouTube. Mungu ninayemwabudu katika roho na kweli, basi akutukuze katika jina la Yesu.